Nataka ujifunze mambo matatu kwa wewe mwenye tatizo la kisukari unayetumia pombe. Kwa wewe ambaye una tatizo la kisukari lakini una tabia ya kutumia pombe, ni mambo gani ambayo inapaswa kuyaelewa? Yako mambo matatu ambayo inabidi uweze kuyafahamu vizuri, ili uwe makini katika utumiaji wa kinywaji hicho, ingawa si shauri kabisa kwenye programu zangu mtu kutumia pombe, lakini tutajuaje kama unajiiba huko uliko, ama we ni mnywaji kabisa ambaye hujaamua kuacha, pamoja na kwamba una tatizo la kisukari, lakini bado unatumia pombe, zingatia ama fahamu haya mambo matatu, itakusaidia sana. Jambo la kwanza ni kwamba mtu mwenye kisukari halafu ukawa unatumia pombe, inaweza ikasababisha sukari kushuka, ikashuka ghafla, hasa pale ambapo unatumia pombe bila Unakuwa hujala, yani wakati ambao haujala alafu utumia pombe inaweza ikapelekea ukapata tatizo la sukari kushuka, kitu ambacho kinaweza kikaondoa uhai wako bila ya wewe kufahamu. Ndio maana watu ambao ni wanywaji wa pombe hata kama wana tatizo la kisukari, wanashauriwa sana kuto kutumia pombe kama hauna chakula, kama hujala chakula ukiwa tumbo liko tupu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye mtaalamu wako anakwambia tumia hata glasi hata nusu glasi tu basi uwe makini katika mazingira kama hayo hapo. Namba mbili ni kwamba pombe inaweza ikaingilia ufanyaji kazi wa dawa za sukari, kama unachoma insulin, kama unatumia dawa si metformin, pombe inaweza ikaingilia matumizi ya hizo dawa, ufanisi wa hizo dawa, ikapelekea pengine matatizo mengine zaidi kuibuka, ikapelekea matatizo kama matatizo moja linaitwa matumizi ya pombe unaweza kupelekea asidi hata kwenye damu, asidi ya damu, sema lactic acid eh, unaweza kuifuatilia zaidi, ndio nielezee siku nyingine. Lakini usitumie, sikushauri sana kutumia pombe kwa sababu hasa kama upo kwenye matumizi ya dawa, inaweza ikaingiliana na hizo dawa ikaibua tatizo lingine, ikiwemo hilo ambalo nimekutajia. Ni namba tatu Sikushauri si kutumia pombe kwa sababu pombe huwa ina usemeje, huwa ina uvuruga mwili na inaweza ikapelekea usitambue ta, changamoto ambazo ziko ndani ya mwili wako, kwa sababu pombe inapumbaza mwili, inapumbaza hata uwewe, hali yako ya kufahamu, ya ufahamu. Kwa wakati huu unapokuwa umetumia, unaweza kuwa umepata matatizo fulani ambayo unataka upate msaada wa haraka, lakini kwa sababu uko katika hali ya ya, ya pombe hali ya, ya kunywa pombe ina maana inaweza ikapelekea hema matatizo yasionekane na mwisho wa siku ukapata tatizo kubwa. Kwa nini? Kwa sababu haukuwa conscious, maana mwili umeupeleka katika hiyo hali ya unconscious kwa sababu ya hiyo pombe. Kwa hiyo kama unaweza kabisa, achana na masuala ya pombe, achana kabisa na pombe. Pombe pia inakomaza zaidi ugonjwa wa kisukari. Namba tatu, inakomaza zaidi ugonjwa wa kisukari, kwa sababu pombe asilimia kubwa huwa haina matumizi sana, huwa inasababisha mrundikano wa mafuta. Pombe ina sukari nyingi, na hiyo sukari mara nyingi huwa haiende kutumika kwenye mwili wako, zaidi inarundikwa kwenye, m, kwenye ini. Unapata kitu tunasema ni fat liver. Unapokuwa na mafuta mengi kwenye ini, ina maana upinzani wa insulini kwenye ini unakuwa ni mkubwa sana, kitu ambacho kitapelekea ugonjwa wa kisukari uzidi kuwa mkomavu sana katika mwili wako. Niambie wewe unatumia we pombe kidogo, kutumia kabisa, kutumia kazi acha, baada ya kuwa umepata tatizo la sukari? Au unapata changamoto kuacha pombe? Niambie hapa kwenye comment au nipigie simu tuwasiliane. Lakini nimekupa siri ambazo inabidi kuzielewa. Kama unahitaji kuingia kwenye program za kutokomeza tatizo la kisukari kwa njia ya asilia kama lishe, masuala ya mazoezi, mifungo, tiba, kutumia mimea tiba, basi tunaweza kuwasiliana. Namba zangu ni sifuri sita mbili moja tano tisa sita sita moja nne Unaweza kachukua kwenye comment hapo, i mean kwenye bio hapo, au unaweza ka comment naitaji, kisha tutawasiliana. Nitakupa maelekezo uingie kwenye hatua kwa hatua tiba ya kukusaidia kudhibiti kabisa huu ugonjwa. Usikae katika hali ya kujiwinda sana, kwa sababu ya huu ugonjwa hatari kama utashindwa kudhibiti. Ni mimi Sam Nature, turudi kwenye Nature.